Akizungumza wakati wa mapokezi ya timu hiyo ya wataalamu, Mkuu wa Wilaya Mbulu, Michael Semindu, kwa niaba ya Mkuu wa Mkoa Manyara alisema kuwa huduma hizo ni utekelezaji wa maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora za afya bila usumbufu wa kusafiri umbali mrefu na kutumia gharama kubwa. Kuja hapa kuzindua rasmi kambi ya madaktari bingwa wataokuwa kwenye mkoa wetu kuanzia leo tarehe mbili mpaka tarehe saba mwezi huu na watakuwa katika mkoa wetu kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali za kibobezi, huduma mama na mtoto, kinywa meno, upasuaji, magonjwa ya ndani, e, magonjwa yote ambayo ya kibobezi ambayo yanasumbua watu kwenye mkoa wetu. Watakuwepo hapa kwa siku zote hizi, na madaktari hawa watatawanya kwenye almashauri zetu zote, kwenye hospitali zote za almashauri watapatikana. watapatikana kwa huduma nzuri, huduma rafiki sawa sawa ambayo inatolewa kwenye vituo vyetu kitu vya afya, hospitali zetu za wilaya na watakuwepo hapa kwa ajili ya kusaidiana na wataalamu wetu. Kwa hiyo nitoe wito kwa wakazi wote wote wote kabisa wa mkoa wetu wa Manyara na halmashauri zetu na wilaya zote kushiriki. Tunashukuru sana, sana, sana. Na sisi kama mkoa tumejipanga vizuri, tutawapokea, tutawapa ushirikiano na watawafikia wananchi wetu. Kwa upande wake, mganga mkuu wa mkoa wa Manyara, Dr. Henry Method, alibainisha kuwa wananchi watakaofika kupata huduma hawatatozwa gharama za ziada, huku mratibu wa mpango huo kutoka Wizara ya Afya Pascalina Henry akisema mbali na utoaji wa huduma kwa wananchi, madaktari hao pia watawajengea uwezo wa wataalamu wa afya waliopo katika vituo vya afya ili huduma hizo ziendelee kutolewa hata baada ya madaktari hao kuondoka. Na siku ya leo tunafuraha kwa sababu tumeweza kupokea madaktari bingwa na wauguzi bingwa na bobezi zaidi ya hamsini katika mkoa wetu wa Manyara. Na kimsingi tutakuwa na wataalamu wao kwa muda wa siku sita ambapo watatoa huduma kuanzia leo uh, mpaka tarehe saba katika halmashauri zetu zote saba katika mkoa wa Manyara. Na hii ni fursa pekee uh, kwa wananchi wa mkoa wa Manyara kuweza kupata huduma za kibingwa ambazo kimsingi wangesafiri kuweza kuzipata. Kwa hiyo natoa wito uh, kwa wananchi wa wa kujitokeza katika hospitali zetu zote uh, za halmashauri zilizopo katika wilaya zetu ili waweze kupata huduma hizo. Lengo kuu ni kusogeza huduma ya kibingwa na ubingwa bobezi aa, kwa wananchi waliopo chini waliopo kwenye halmashauri. Kingine pia kuwajengea uwezo watoa huduma ambao wapo kituoni kuweza kuwezeshwa kutoa huduma hizi. Nacho wahimiza ni kujitokeza kupata huduma hizi hizi. Huduma zipo kwenye halmashauri saba kuanzia leo tarehe mbili mpaka tarehe saba kutoka hapa Babati, mkoani Manyara. Jina langu ni Marcel Lazaro na hii